atatusomea maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu bi maana Qur'an tukufu e, ili kuzidisha imani zetu, kwa sababu al-imanu tazidu wa tanqusu, imani ina tabia ya kupanda na kushuka. Inapanda kwa kusikiliza maneno ya Allah e, na kwa kwa kufanya matendo mema, na imani huwa inashuka kwa maasi ya, kwa hivyo inshaallah, bila kupoteza wakati, tutulie tukae kimya, tusikilize maneno ya Allah ili tupate kurehemewa. Karibu Sheikh <tuhi> Saidi.

Mwenyezi Mungu amsamehe dhambi zake. Mwenyezi Mungu amzidishie umri wenye afya na baraka na siha. E, alikuwa akitukumbusha maneno matukufu ya Allah katika yanayopatikanwa katika suratul Israi, ni sura ya kumi na sabaa. E, kwanzia ile aya nambari tisa, sura ya kumi na sabaa aya nambari tisa ndiyo aya ambayo ameanzia. E, katukumbusha maneno mazito kabisa ya Allah tabaraka wa taala: inna hadha alqur'ana yahdi lilati hiya aqwam, kwamba hii qurani inaongoza katika uadilifu. Hii qurani inaongoza katika uadilifu. Hii qurani inaongoza katika tabia njema hii qurani inaongoza katika haki. Inna hadha alqurana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru lmuminina, na inawapa habari njema waumini wale ambao ee, wanamwamini Mwenyezi Mungu na mitume yake na vitabu vyake na malaika zake na siku ya kiyama na qadari, asema wayubashiru almu'minina inawapa habari njema. Kina nani? Alladhina ya'maluna salihati, wale wanaofanya matendo mazuri, wale wanaoswali, wanaofunga, wanaotoa sadaka, wanaowaheshimu wazazi, wale ambao wanawahurumia waliopo katika ardhi, basi hii Qurani

hawaamini kwamba kuna malipo siku ya kiyama. Atadina. Allah anasema tumewaandalia, lahum wao, adhaban alima, adhabu kali, adhabu yenye kuumiza wale ambao wa hawana imani na akhera eh, wa anna alladhina la yuuminuna bil akhirah, na hakika ya wale ambao wa hawaiamini akhera Hawaamini kwamba kuna kufufuliwa, hawaamini kwamba kuna kuhesabiwa, hawaamini kwamba kuna siku ya Kiyama, na kuna pepo na kuna moto. Wale wasiokuwa na imani, Allah anasema a'tadina lahum adhaban alima, basi tumewaandalia adhabu iumizayo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na adhabu ya moto. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala atujaalie imani na atuzidishie imani na atusamehe madhambi yetu, sisi ambao tulikuwa tukimsikiliza e, al imam e, said al imam said. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Mwenyezi Mungu amuondoshee maradhi imamu wetu e, ikiwa ni maradhi sugu ikiwa ni maradhi ya kawaida, lakini vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala e, amfanyie wepesi Sheikh Saidi ya kuongeza wake kwa sababu mke mmoja hatoshi. Sheikh Saidi una wake wangapi bwana? No. Ana wawili Allahu Akbar. Masha Allah. Mwenyezi Mungu amfanyie sahali akamilishe wanne. Asalamu alaykum, na na huyu ndiye katibu wetu wa hapa msikitini eh, Masjidu Nurul Huda katibu wetu wa hapa msikitini masjidu Nurul Huda hapa Manzese Argentina. E, katibu, una la kuongeza kidogo ama kama hauna basi tufunge kipindi chetu insha Allah. Muhammad Mustafa, katibu wetu anaitwa Muhammad Mustafa, ndiye katibu wetu wa msikiti huu. Hapa tupo, e, tupo ndani ya masjidu tupo ndani ya masjidu nyumba ya kumsujudia Allah, subhanahu wa taala e, kwa hivyo tunashukuru katibu. Mwenyezi Mungu pia aku, aku, aku akuondoshe mabalaa Mwenyezi Mungu e, kadhalika e, akujaalie ama atujalie sote mwisho mwema, kadhalika Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu na atufutie makosa yetu na atufanyie wepesi wa kupata riziki za halali, wabillahi tawfiki. Watazamaji, hatuna la ziada e, tunasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, shukran sana.